Uh, karibuni sana KingoFarm. Sasa, uh, leo hii bwana nimetaka nizungumzie kitu kimoja ambacho hata sisi hapa shambani kwetu huwa tunakifanya mara kwa mara. Uh, natamani pia na nyinyi mkijue. Uh, nataka nielezee namna ambavyo unaweza ukachanganya booster za asili na booster za dukani. Tunajua kwamba eh, kwa asilimia kubwa sana matumizi ya kuku wawe kuku wa nyama wawe kuku wa mayai huaga tunatumiaga booster za dukani. e, kwa mfano kuna booster ya nyama ile ambayo inaitwa broiler booster lakini, pia kuna booster ya kuku wa mayai kama vile egg booster, lay leivita. Hizi zote ni za dukani, na ndio maisha makubwa ya matumizi ya booster hizo, ndio huwa zinatumika sana sana. Hata ukifuga wa chotala hawa e, utaangalia mwenyewe, unafuga kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mfano hawa layers ambayo unaona hapa tunaokota mayai mengi sana kwa sababu ya kuchanganya hizi booster. Sasa ngoja nianzie hapa. Mfano um, unaona tuna hii booster ya asili ambapo tuna pilipili, kitunguu saumu pamoja na tangawizi. E, hivi hapa ukikwisha kuvibrendi kisha utakuja kuchanganyia na booster ambayo unaitaka. Sasa inatakiwa ujue kwamba hivi vitu ni booster ya nini? Yaani hiki kitunguu saumu, tangawizi, pilipili Aa, kabla hatujaenda mbali zaidi, ngoja nikuelekeze hivi vitu ni booster e, au vina faida gani kwa ujumla, vina faida gani e, kwa, kwa, kwa kuku ili uweze kujua. Aa, kipindi ambacho utakuwa unachanganya hivi vitu. Kwanza kabisa hii ni booster kwa ajili ya kuku kuweza kuwa e, na uzito mkubwa, kuwafanya broiler wawe na kifua kipana, kwa sababu hizi waga zinarahisisha yaani, zinafanya mmeng'enyo wa chakula uweze e, kuwa wa asilimia kubwa. Mfano labda kuku umempatia, e, chakula cha protini ambacho kina protini ndani yake, e, labda protini ni asilimia 40. E, bila kutumia booster kama hizi hapa unakuta ki, chakula kinachonyonywa na kwenda e, kwenye mfumo sahihi labda ni 20. Kwa hiyo unapotumia e, kitu kama hiki hapa kinaenda kuongeza zile asilimia kutoka 20, labda kufika 35 kwenye e, mmenyenyo wa chakula. Kwa hiyo hicho ni, ni, ni, ni nadhani hapo umenielewa, lakini pia hii ni booster ya mayai ukiwa tia uh, kuku wako wa mayai hii ina, ina wabusti inawafanya watage mayai e, kwa wingi, lakini pia ukiachana na kutaga mayai kwa wingi e, pia itawafanya e, hawa kuku wako waweze e, kutaga mayai ambayo yana umbile sahihi. Yani, yana umbo sahihi yani sio madogo sana wala sio makubwa sana, kwa hiyo itakusaidia ita, ita kwa upande huo hapo, lakini pia Uh, kuna booster nyingine ambazo ni za asili zinafanya kazi vizuri sana, unaweza ukachanganyia na na, na, na hizi hizi za, za, za, za dukani mfano kuna lile toto la ndizi lile toto la ndizi ambalo waga linasaidia kuku waweze kutaga vizuri. Ukichukua lile pale unachanganyia na hizi booster e, za, za, za dukani zinafanya kazi vizuri sana na sasa, mfano hapo unaweza ukaona sisi tunachanganya ule mchanganyo wetu wa kitunguu saumu, tangawizi pamoja na pilipili tunachanganya na hiyo e, booster ya asili booster hii ya dukani tunavichanganya vyote kwa pamoja, ili tuweze kuwapatia kuku wetu ambao walikuwa e, siku ya tatu, wana siku tatu, maanake hawa ni, ni, ni broila wa siku tatu. Kwa hiyo utakuwa unafanya hivyo e, mara kwa mara. Kwa hiyo utakuwa unatumia booster hizi za asili lakini muda huo huo utakuwa unatumia e, booster za dukani kwa kuchanganya pamoja, na utapata matokeo makubwa zaidi, utapata matokeo makubwa zaidi. Kwa hivyo ndivyo sisi ambavyo huwa tunafanya, lakini niwakumbushe kitu kimoja. Sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji kama unahitaji kujiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi elfu, elfu nane na utakaa kwenye grupu letu kwa muda wa miezi miwili. Muda wa miezi miwili utakuwa unaelekezwa namna ambavyo sisi tunawalea kuku tokea wakiwa vifaranga wadogo e, kama hivi A, lakini pia mpaka wanakuwa wakubwa, hatua za kuwapokea, sehemu gani ni, ni, ni bora zaidi kununua e, vifaranga vif, vifaranga gani wanakuwa haraka, changamoto za, za, za, za kila aina ya vifaranga changamoto za broiler changamoto za chotara changamoto za vifaranga wa mayai, zote hizo tutakuelekeza. Lakini pia ukiwa kwenye kundi, unaweza ukapata e, hata makadirio yale sahihi. Kwa mfano wewe hujaanza kufuga, unataka ujue kwamba kwenye ufugaji inatakiwa niwe na mtaji gani? Basi e, sisi Kingo Farm, kijiunga na sisi tu tutakusaidia pia kuwalea vifaranga kama umeagiza vifaranga, hujui namna ya kuwapokea, lakini pia hujui e, ni jinsi gani ambavyo unaweza uka walea tokea umewapokea umewaingiza siku ya kwanza bandani, basi sisi Kingo Farm tunakuelekeza kuelekeza e, vizuri kabisa namna ambavyo unaweza ukawalea vifaranga wako bila ya kupata changamoto tena. Hichi kipindi ni kipindi kizuri sana kwenye ufugaji, kwa sababu hiki ni kipindi ambacho unapata faida zifuatazo. Moja, hakuna changamoto za vifo kutokana na baridi. Hichi kipindi maeneo mengi hamna baridi. Mbili, hiki kipindi ni kipindi ambacho kama utaingiza vifaranga unakuja kuwatoa e, kuanzia mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili ambapo ndio ni eneo ambalo linakuaga karibia Tanzania nzima linakwaga lina soko kubwa sana kwenye ufugaji, linakuwa na soko kubwa sana kwenye u, u, u, ufugaji, yaani kwenda kuwauza wale kuku. Pale panakwaga pana masherehe, maharusi yanafanyika, kuna zile e, lakini pia maeneo mengi ni maeneo ya mavuno, watu wanakuwa wanavuna hivyo kwa hiyo ni muda sahihi wa wewe kuingiza vifaranga bandani na kutuona sisi KingoFarm tuweze kukuelekeza vizuri zaidi. Ukiachana na hivyo, pia tunavyo vitabu, vitabu vyetu bwana. Ngoja niwaonyeshe kama huvijui hivi vitabu, hebu tazama kwa umakini, sikiliza. Leo nitakuelezea kitabu kimoja baada ya kingine. Kwanza kabisa hivi vitabu haviingiliani, mfano kitabu cha ufugaji wa broiler hichi kitabu kinakuelekeza tokea siku ya kwanza, umfugeje broiler wako, na lengo kubwa la hichi kitabu lilikuwa ni kwamba wafugaji wengi wanapata hasara sana kwenye ufugaji wa broiler hasa kwenye chakula na vitu kama hivyo hapo. Sasa um, tumekuelekeza jinsi ambavyo utatumia gharama nafuu lakini pia utamvuna huyu broiler ambaye alitakiwa avunwe siku ya 28, utamvuna siku ya 24. Maana yake pale mahesabu yetu tulipiga kwamba siku nne zitabaki kwako. Kwa hiyo kama chakula ambacho litakuwa ukitumia ndani ya hizi siku nne basi itabaki kuwa faida kwa upande wako. Umeona? Lakini pia kuna kanuni huu ndani ya kuchanganya kama unataka Pe, e, chakula cha kuchanganya broiler ipo humo ambayo hata sisi pia hapa shambani kwetu huwa tunaitumia. Ufugaji wa safari ya ufugaji, hichi ni kitabu chetu ambacho eh, kina maelekezo mazuri sana ya ufugaji wa kuku wa chotara. Humo ndani utaelekezwa jinsi ya kuchoma chanjo. Kwa mfano watu wengi sana wanapoteza pesa nyingi sana kwenye kuchoma chanjo ya ndui, wanawaita wataalamu, lakini ukiwa na hichi kitabu utapata maelekezo jinsi gani utamchoma chanjo ya ndui kuku wako lakini pia kuna kanuni za chakula kwa ajili ya kuku chotara. Tuna tiba za asili humo, kitabu hicho kinakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia tiba za asili kwa ajili ya kuku. Kuna ufugaji wa, wa, wa kuku wa kienyeji, kitabu kizuri sana kwa ajili ya kufuga kuku wa kienyeji. Kuna huo eh, mwongozo wa ufugaji. Huu mwongozo ni mzuri sana, wengi sana waliotumia wamefaidika na hichi kitabu tutafuta